Sasa tunaongea kuhusiana na namba tisa. Namba tisa tunasema ni kukamilisha na utumishi, the humanitarian safari. Imefika mwisho wake, roho imeona yote ikapitia yote, sasa inatoa yote. Namba tisa inawakilisha huruma, ukarimu, hekima ya mwisho, kukamilisha mzunguko, utumishi kwa dunia. Namba tisa ni frekwensi ya dunia nzima, upendo usio na mipaka na ukomavu wa mwisho wa roho mzunguko ukifika hapa roho huwa inajiandaa kuanza upya kama namba moja ikiwa ni mwanga na mpya tunasema inajiandaa kuanza upya eh, katika ngazi nyingine baada ya kuangalia hapa ndio nikaja nikaandika ukurasa mia moja hamsini na tisa nimeandika habari ya namba, ya namba yako ni ramani ya nafsi yako <laughs> safi kabisa ndio maana nilifundisha somo hili kabla ya kuandika habari ya elimu ya namba za bahati nimeandika kwenye kitabu cha Mitetemo ya Kiroho. Kitabu kinauzwa shilingi elfu ishirini na tano. Kama ukiona ni kubwa, unaachana nayo, unaachana nayo kwa sababu ni kubwa. Matatizo yako yenyewe unaoenda kutoa laki tatu, laki moja, laki tano, laki ngapi kwa mganga, kutwa nzima, dawa za chuma, ulete chuma ulete zenyewe zinakukataa, yaani chuma ulete zenyewe zinakugomea, kwa sababu hujui hata kuungana nazo. Basi angalia, ona kwamba hii elfu ishirini na tano ni kubwa, achana nayo Achana nayo elfu ishirini na tano. Alafu ni maarifa ambayo unaweza kuyaweka ndani kwako, yaani unamchukua Ndangisha Kafumo, unamweka ndani kwako, unamfungia kwenye kabati, anakuwa amekaa tu, ukimtaka, unaenda unamsoma, unamsoma, unamsoma, unamsoma. Ukipata swali, unampigia simu, unamuuliza, unapata ufahamu. Baada ya kubobea, unaanza kufanyaje? Na wewe kufundisha watu wengine. Nije kwenye namba tisa, sasa nimalizie. Tumeshasema kwamba wewe umeshafuzu wakakwambia nenda ukaperform kwenye jukwaa lile. Sasa wewe ni uhakika, umeshakuwa labda ni msanii, umeshajua jinsi vinavyofanyika, yani umeshaelewa mifumo tayari. Sasa namba tisa ni nishati ya namna gani? Hapa namba tisa tunasema umefika ukamilifu na ukomavu, yaani sasa wewe ni mzee wa hekima. Hicho kitu nakijua jinsi kinavyofanyika, unakijua nje na ndani, nje na ndani, ndani na nje. Eh, yani unakielewa mipaka yote, yani unaelewa. Kwa namba tisa ni ule ukamilifu na utimilifu, mm? Ukomavu. Hapa niweze nikachukulia mbegu ya alizeti. Maisha haya utayaona kwenye alizeti, maisha haya utaona kwa binadamu anayezeeka akafikia ukomo wa kuishi na kufa. Mbegu ya alizeti mbegu ya alizeti ina inaota inaota inafanya maisha hayo kwa muda ambao ndio huo ambao alizeti huwa inakoma inakuja kuzaa watoto eh. Sasa hapo kwenye watoto nitaka niongelee, umeenda kuperform pale, watu wamekuwa na uhakika na wewe, wamekupenda, wamesema unafanya vizuri pale jukwani, unapiga gitaa vizuri sana wewe. Ah wewe ni mkarimu sana ah wewe ulinitibia nikapona, ah wewe ni mcheshi sana. Ah wewe bwana wewe we ni hakimu mzuri. Ah, basi we bana wewe, sauti yako ni ya mamlaka, yani hata kama mtu alikuwa haelewi kuongea tu, anaelewa mambo ya namba moja. Sasa hapo tunasema kwamba unavutia watu unavutia watu, mwisho wa siku watu wanakuja sema tufundishe, unaanza kufundisha kufundisha kufundisha kufundisha kufundisha, umeona hivyo. Lakini sasa tukija kwenye na, alizeti ngani, mfano alizeti, ili uweze kunielewa vizuri alizeti huwa inaota hebu fikiria, yale maisha alizeti. Au kama sio alizeti, angalia kitu kitu chochote na kipanda, kinakuja kukua kinatoa mbegu yako na kinakomaa. Ndio maisha namba tisa. Namba tisa mvua ikinyesha, unaona. Kwao tunasemaje, namba tisa ni mwisho, lakini ni mwisho ambao ni mwanzo wa mua, ni, ni, mwisho na mwanzo wa kitu kwa maisha mengine. Si umeelewa? Ni mwisho na mwanzo wa maisha mengine namba tisa. Ndio maana kwenye vitabu vya Biblia wanahusianisha hii namba tisa na nishati ya Israeli mtoa roho. Israeli mtoa roho ndio nishati ya namba tisa, ndio sheria hii ya tisa Israeli mtoa roho. Israeli Israeli Eh, ndio ni shahidi hii ambayo wameisimulia kwenye sijiwi, alienda akasema mimi nitapita, siwekeni damu nyekundu na nini hivi, si unaelewa? Yani siji, unaelewa? Si unaelewa? Kwa ndio ni namba tisa, lakini namba tisa, ili ujisijisikie vibaya, angalia maisha ya alizeti. Alizeti huwa inazaa watoto, eh? wale watoto inakuwa ni Alizeti ile ile, ila sasa imekuwa kwa wingi imekuwa kwa wingi. Ndio maana pale namba tisa, tunafanya namba nane, tunafanya abundance, abundance eh, abundance, tunaanza kutengeneza, tunaweza kujitengeneza tuwe kwa wingi, tunaweza kutengeneza wingi. Mwisho wa siku tunakuja kukomaa, tukisha komaa, tunakuwa na uwezo wa kuota tena. Kwa hiyo ni mwisho wa maisha na mwanzo wa maisha mengine. Angalia mtoto, ukitaka kudhibitisha tena sheria hii, mtoto huwa ana kaa kwenye tumbo la mama yake miezi tisa kwa ukomavu mzuri. Angalia maisha ya mtoto ambaye hajafikisha miezi tisa. Angalia maisha ya mbegu ya alizeti ambayo haijakomaa, au mbegu ambayo haijakomaa. Angalia mtoto ule ambaye anazaliwa akiwa hajakomaa. Mtoto anakaa miezi tisa ndio ukomavu. Ukisikiliza nilikuwa nafundisha uwezo wako kwa vitendo, zile hatua ya kwanza mpaka ya tisa ni mlolongo ambao, kwa undani wake, nilikuwa nazungumza na vitu kama hivi. <coughs> Swali la mdau wa jana alikuwa ameuliza kwamba kwa nini sasa mtu anazisha biashara idumu. Na nini sasa kitu kile ambacho hakijakomaa kitaotaje kudumu na kuzaa? Ni kitu ambacho kinawezaje kinawezaje kudumu? Ni ambacho hakiwezekani ni kitu ambacho ni kigumu, hakiwezekani, kwa sababu tunaona tunadhihirisha hayo kwa maisha ya nyama tu, maisha ya, ya nyama. Mwanaume mwenyewe ili aweze kuzalisha, mpaka akomae, mbegu inakomaa kwenye mfuko wa korodani na ile mbegu nyingine kwenye mfuko wa mwanamke nayo inakomaa. Nishati hizo mbili zinakutana, zinaleta nishati nyingine, kwa unakuwa ni ukomavu unaoleta kiumbe kingine, unaoleta mwanzo mwingine. Kiumbe hicho kinakaa kwenye tumbo la mama miezi tisa. Ukomavu ukifika kinatoka nje. Kikitoka nje, inakuwa ni mwanzo wa maisha mengine eh? Mwanzo wa maisha mengine. Kikitoka nje, kama asili itakibariki, kinazeeka na kuwa kama ile alizeti ambayo inazaa na kukomaa, inakauka na kudondoka chini, kufa lakini yakuwa imezaa alizeti nyingine. Halo, unanielewa? Kwa hiyo ndio hivyo. Kwa tunasema unapokuja kuanza namba kumi, namba kumi ni namba moja katika ngazi nyingine. Kama ni gorofa tunasema sasa wewe ni katika gorofa nyingine, katika mazingira mengine. Ile tunasema kwamba sasa hichi ulichokifanya ukafundisha watu ukajifunza kwenye gorofa la chini. Tunataka utufanyie kwenye gorofa hili la juu. Yaani kwao ni namba moja katika ngazi nyingine. Ni sawa na kwenye muziki, kama wewe ni mwanamuziki, unaweza kawa shahidi, huwa kuna do re mi fa sol la ti, lakini ile do inayofuata pale inaenda inapanda, eh. Kwa hiyo ndio hiyo namba tisa tunayoizungumzia, au namba kumi. Hmm, namba moja katika ngazi nyingine, afu namba mbili katika ngazi nyingine, namba tatu katika. Namba kumi ni namba moja katika ngazi nyingine namba kumi na moja ukijumlisha unapata mbili, ni namba, eh? namba, eh? namba, namba mbili katika ngazi nyingine eh? au ni namba moja ya msisitizo eh? lakini namba kumi na tatu eh? tuna namba ngapi? namba kumi na mbili ni namba tatu katika ngazi nyingine eh? Yani ni namba sita mara mbili, sio? Naelewa yani ni namba sita mara mbili, alafu tunasema ni namba mbili eh? katika ngazi nyingine, namba sita mara ngapi? Angalia mbili ziko ngapi kwenye, angalia mbili ziko ngapi kwenye kumi na mbili? Na je, namba kumi na mbili naganyika kwa mbili? Ni namba mbili katika ngazi nyingine. Namba kumi na tatu eh. Tunasema namba kumi na moja ni mbili katika ngazi nyingine. Namba kumi na tatu inagawanyika kwa tatu eh, nilikuwa nimechanganya. Inagawanyika kwa tatu vizuri kabisa, namba kumi na mbili lakini namba kumi na tatu ni namba nne katika ngazi nyingine. Namba kumi na nne ni namba tano katika ngazi nyingine. Namba kumi na tano ni namba sita katika ngazi nyingine. Hivyo hivyo tunaendelea, tunaendelea ndio abundance. Ndio maana tunakuja kupata elfu moja elfu gapi, elfu ngapi. Ndio maana watu wanapenda hela nyingi kwa sababu ni abundance, ni utajiri eh? Ni namba hizi ndogo ndogo zimekuwa mara kibao, ndio maana ya fedha zinakuwa na thamani eh. Eh, nafikiri nimalize kwa kusema, kama kuna mtu ana swali kuhusiana na hili unaweza kauliza tena, alafu sasa baadaye nitarudi kuja kuendeleza namba moja katika ngazi nyingine. Kumbuka kwenye kitabu cha Uzoko kwa Vitendo niliishia kwenye namba tisa, nilikuwa nimeishia hatua ya tisa, ambayo tutakuwa kuja kujifunza kuhusiana na hatua ya kumi. Kwa sababu kile kitabu cha uwezo wako kwa vitendo ndio kinachotufundisha maisha jinsi ya kutawala na sio kutawaliwa na mtu au na kitu au na mfumo wowote ambao haonekani au na elimu yoyote. Ni kitabu kinachotufundisha kutawala, kujitawala kuwa sisi. Basi nikutakie asubuhi njema Mr. Afman Mlisho wewe uliyeuliza kuhusiana na habari hii. Lakini kuna habari nyingine uliuliza kuna habari nyingine uliuliza, ulikuwa umeuliza kwamba kuhusiana na alama, kuhusiana na alama, usichanganyikiwe sana. Mimi siwezi kukukalisha alama, wala sikwambii uende ukajifunza kwenye alama zile za Misri. Hapana, bali nakwambia kwamba alama ni kitu ambacho kinaweka kumbukumbu kumbu ya kitu, ni kitu ambacho kikikatazama, unaibua nishati ya kumbukumbu kumbu fulani. Unaweza, kama mtu fulani alikusaliti, ukiona shati lake ndani kwako, unakumbuka ule usaliti. Ndio maana ya alama. Kwa hiyo shati ndio alama. Kwa kwenye ishu ya alama ndio sawa na hivyo. Kwa hiyo tukisema kwenye kutafakari ya alama ndio hiyo hiyo hali kama vile ambavyo mtu unaweza kaweka picha ya tukio fulani kwenye kwenye sebule lako, na ukaiangalia ile ile picha ikakurudisha kwenye tukio lile. Hivyo ndivyo tunavyotafakari ya alama. Kwa sasa pale unapokuwa unatafakari, ukipata wazo fulani, tunasema liwekea alama afu baada ya hapo hiyo alama ukija kuitazama unarudisha ile nishati ya hilo wazo, na ulitafakari kwa uwazi na ukubwa kwamba umekaa kwenye utulivu. Nafikiri nilifundisha kuhusiana na hiyo jana, haipingani nayo. Kwa hiyo swali lako la pili, rejelea voice nilizofundisha jana, na kama umepuuzia, ndio hapo utakuwa umepata wakati mgumu. Zisikilize kwa umakini. Asante na watakeni asubuhi njema, na asili walinde na heli iwe na nyie wakati wote.